Naitwa Salman Kivoja, mi ni daktari bingwa wa masuala ya uzazi na vilevile, ni kiongozi wa idara ambayo inawesikana na ubora wa huduma katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke. Leo tupo hapa kuchangia damu katika kushirikiana na wenzetu duniani kuadhimisha siku ya kuchangia damu, na lengo kubwa ni kwa sababu damu imekuwa zao adimu sana na zao ambalo linasaidia sana maisha, kwani tumeona kuna mahitaji ya watu wengi sana, tukianzia na watoto wachanga. Mara nyingi watoto wachanga wanazaliwa njiti, wana changamoto ya wa upungufu wa damu, kwa hiyo hii damu itaenda kuwasaidia wale watoto wachanga. Lakini si hivyo tu, wazazi uzazi uzazi unaambatana na changamoto mbalimbali mbali za kupungua damu wakati wa ujauzito. Si hapo tu, wakati wa kujifungua hata baada huwa wanapata changamoto sana, mara nyingi wanapoteza damu. Sasa wakishapoteza damu, damu haina mbadala, lazima damu uweze kupata damu na kawaida damu haiuzwi na wala hailimwi sehemu yoyote, inahitajika itokane na sisi wenyewe. Kwa hiyo hili ni jambo jema sana na linaenda kuokoa maisha ya watu wengi sana. Si hao tu, kuna ndugu zetu wanaoshiriki na vyombo vya moto sana sana, bodaboda, ajali zinatokea nyingi sana wao pia wanaweza wakapata ajali wakapu, wakapata upungufu wa damu nyingi sana. Kwa hiyo wakija wanahitaji damu. Sasa bila sisi kujitoa na kuchangia damu, basi wenzetu wanaweza kukaa kwenye hatarisha kupoteza maisha kwa sababu kutokupata damu ya kuweza kuwapatia. Kwa majina naitwa Juhudi Nyambuka, taaluma yangu mimi ni afisa afya lakini pia ndio mhamasishaji wa masuala ya uchangiaji damu kwa jamii. Aah, a ni siku ya kilele cha uchangiaji damu duniani. Na sisi tumeona kama hospitali ya rufaa mkoa Temeke kwa kushirikiana na wadau ambao ni wachangiaji damu kwa hiari, basi tujumuike na hasa kwenye viwanja vya wazi ili hasa dhumuni letu hapa ni kuja kutoa amasa elimu na kuhamasisha watu kwenye swala zima la umuhimu wa kuchangia damu. Kuchangia damu, basi anatakiwa kuchangia kila mwezi. Akichangia damu, anasema kwamba anaumwa kichwa na maradhi mbalimbali, ambayo anasema akichangia damu damu yake inajaa na anapata kizunguzungu na mambo mengi mengi ambayo huwa yanatokea anatokea. Lakini imani kubwa sana na hofu kubwa iliyopo hapo kwamba akichangia damu, eti anaenda kupimwa virusi vya ukimwi na damu yake inamwagwa. Naomba nitoe hizo hofu leo kwa maana kwamba hakuna anayeenda kupimwa virusi vya ukimwi bila hiari yake. Lakini pia faida kubwa ya kuchangia damu, sasa unapochangia damu, faida kubwa kwanza, unaweza kutambua afya yako na usafi wa damu. Mara nyingi tunaweza tukaangalia, mkono wangu umevimba, kichwa kinaniuma, lakini kwenye damu hatujui, afya ya damu yako ikoje. Unapochangia damu, unajua afya yako ikoje kwa namna gani. Unapoenda pale kwanza, unapima maradhi mbalimbali ikiwemo magonjwa ambayo magonjwa ya zinaa wanatambua na magonjwa mengine ambayo hasa hasa hasa sasa hivi ambayo tunakuja kulibaini sana ni homa oh, ya ini ambayo unapopima unakuta hilo tatizo. Kwa hiyo tayari itakusaidia sana wewe kuweza kuanza kupata matibabu mapema na wengi wameshatoa ushuhuda ya kwamba amegundulika mapema na ameweza kupata matibabu mapema na ameweza kupata nafuu. Lakini nyingine hata sasa hivi tukiulizana hapa hawajua hata grupu ya damu yake. Kwanza kapata, kapata, tatizo la ghafla hawezi kuelezea yeye ana grupu gani. Unapopima damu unapata kujua pia grupu lako la damu likoje, lakini pia nakupa uhalisia wa damu yako sasa, una damu kiasi gani kwenye mwili wako. Kwa hiyo pia unapopima damu ni afya, unapochangia damu ni afya. kuchangia pia damu ni kinga ambayo inakusaidia sana wewe kuweza kutambua na ujikinge namna gani. Kwa mfano, utakapoweza kugundulika wewe uko salama na maradhi mengine ya kuambukiza, ina maana una uwezekano mkubwa wewe kuweza kulinda damu yako. Lakini kingine ambacho unapoanza kutoa ile damu, inatusaidia pia kutoa kupata maradhi mengi hasa ya shinikizo la moyo, lakini pia inakusaidia pia kujikinga na swala zima la, la lakini lingine ambao inakusaidia ni suala zima la kupunguza pia saratani ya damu ambayo inakupata. Kwa pia damu unapochangia damu pia ni tiba kwa namna nyingine. Lakini kingine ambacho tunakipata unapochangia damu, faida kubwa unaipata, unaweza kuwa mwanachama wa kudumu wa mpango wa taifa wa damu salama. Kwa maana hapa unapokuwa na, na kadi yako ile, na unaweza ukachangia damu popote nchi, kwa maana ukitoa zile namba zako, mimi ni mchangia damu yenye namba kadi namba moja mbili tatu, wewe unapata damu basi kuchangia na maana wewe tayari, upo kwenye mpango wa taifa damu salama kupitia nani? Kupitia mpango wa taifa damu salama wewe ni mwanachama tayari. Kwa hiyo ina maana kwamba unapochangia damu, naomba niwatoe hofu kwamba hii pia ni tiba, lakini tukumbuke vipimo vyote ni ghali. lakini unapochangia damu vipimo vyote unapatiwa bure. Kwa hiyo hii, naomba tukimbilia kuja kuchangia damu lakini pia tutoe hamasa kwamba unapochangia damu hakuna madhara mengine utayapata, na ndio maana tuko timu. Toka umekuja hapa ndugu mtangazaji, ujaona mtu amedondoka. Abir Salum Saidi ni mchangiaji wa damu wa hapa kwenye kikundi chetu hichi hapa cha Temeke, damu kwa kuokoa maisha ya wenzetu, na la pili ni sadaka. Wala mtu asiwe na hofu wala kuogopa, siri zinabakia bakia za madaktari na wewe mwenyewe, katika unapochangia damu unapata kupima afya yako vizuri, unajua afya yako ikoje, na unaokoa maisha ya wenzetu wengine. Na uke, uke, kuna kikundi hichi hapo, unapokuja unajiunga unakuwa mchangiaji wa damu unapata kadi yako, na inafika kipindi wakitokezea matatizo kama kugulwa na mzazi wako au mtoto wako au ndugu yako, unabidi kutasumbuka kutafuta mtu wa kukuchangia tena damu. Kwa jina naitwa Hamisi Ali Omar ni mkazi wa Kivule e, nimefika leo hapa Temeke kuja kuchangia damu kwa sababu ni zoezi ambalo ni endelevu na nina mara ya hii ni mara ya tano kuchangia damu. Nini kinakuhamasisha kuchangia damu mara kwa mara? A, kwanza kinanihamasisha damu, tunakuwa tunawasaidia wale ambao wanaopata matatizo Naona? Na vile vile vile damu unapochangia unakuwa unapima afya yako, unajua afya yako iko vipi, kwa sababu kwenye damu kuna ma, ma, <coughs> maradhi karibu ma, manne, unapimwa kama HIV, moyo, ini na vinginevyo. <coughs> Sasa unakuwa we kila baada ya miezi mitatu unapokuja kuchangia damu unakuwa unajijua afya yako iko vipi e, kwa sababu unakuwa kwanza unakuwa, na vile vile unakuwa unazalisha unazalisha nini mpya vi, vi, vi, vi, nini vipya vya kupambana na, na maradhi, kwa sababu kwanza unapochangia damu nakuwa huwezi kuumwa mara kwa mara, kwa sababu unakuwa unazalisha kila siku, unakuwa baada ya miezi mitatu unazalisha damu nyingine mpya, ina maana inakuwa iko imara.